Uh, leo katika ukweli mtupu kuna jambo moja ambalo nataka niliongelee, na hili jambo linahusu shule zetu za shule za msingi. Kiukweli unaenda unakuta shule sehemu moja kuna shule mbili tofauti, kuna shule mbili, kuna A na B, unaweza kuna Mbagala A, Mbagala B, kuna Buguni A, kuna Buguni B, kuna Tabata A, kuna Tabata, Tabata, Tabata B. Sasa kwa nini katika hilo katika hizo shule kusiwepo na watu ni shule mbili tofauti? Kwa sababu nakuta shule zote zinaongea lugha moja, zote zinakuwa za Kiswahili. Kwa nini A isiwe Kiingereza, B isiwe Kiswahili, au A iwe Kiswahili, B iwe Kiingereza? Nafikiri kwenye hilo itasaidia sana huku mtaani, kwa sababu kuna wazazi wengine ambao wanapenda katika mashuleni wachague kwamba mtoto wangu akasomea huku au akasomea huku, na hiyo itaongeza hamasa ya, hamasa kwa watu kwa sababu sio lazima. Kuna watu wanachukua watoto wao wanapeleka mbali, kwa sababu ya kutafuta lugha ya Kiingereza, lakini kama hizo shule zingekuwa zimegawanyika kwenye staili hiyo, kwa nini tujeze shule mbili kwenye kwenye sehemu moja, hapo ni lugha moja kwa wakati? Inawezekana tukubaliane, si wazazi? Kwa sababu hizi shule ni za wazazi, serikali inaweka tu, inaleta tu walimu. Tukubaliane kama shule ziko mbili, moja ya Kiingereza, moja ya Kiswahili. Ukweli utabakia pale pale ni kwamba mitihani anayoifanya ni mmoja tu, mitihani inafanana haitofautiani. Ndio maana wakifaulu wote wanapangiwa shule ambazo zinafanana, wote anapangiwa kwamba wewe utaenda kwenye Kiingereza, wote wanaenda kwenye shule ile. Ile ile. Kama ni sekondari ni ile ile, aliyosoma Kiswahili, aliyosoma Kiingereza wote wana sehemu moja. Sasa hivi tukubaliane jambo moja. Ukweli ni kwamba shule zile kwa sababu tumeshakuwa na shule mbili zigawanyike moja iwe Kiingereza, moja iwe Kiswahili nimemaliza.